Angali anamana alivyonyosha eh? Cheki mimi, cheki ima, mimi sijauliza swala la kuoa mimi, nimeuliza <laughs> tu lini nimeanzia kula nje eh? hmm. Kibs, kama unajua kitu mbona niambie ha? ha? Hali nje huyu bwana eh, anakula ndani, lakini labda tu kama sio kwa Unajua, na makusudi imefanya aweze kuona unajua, eh, eh, eh, as a matter of fact unajua na hey. Ukiwa kivaa shati kama ni nyeupe basi inakuwa ni nyeupe nyeupe pepe, pepe. Yeah. <laughs> <laughs> katika hili saa sita ishirini na saba mwezi wa kumi kaa ishirini na saba hizo ni siku tatu kabla ya mimi birthday yangu eh, kwa siku mbili kabla. Ah, sio sio, zile birthday kama ambazo wanakuwaga za za Stuart na God kaka zangu wale escape unazokalia Vipi, besi yake na huyo huzungumza habari ya, ya... Hey. Haa yeah yeah. Basi hili hmm, nakumbuka siku moja ndugu yangu Charles Muhimidi hmm, ndugu yangu mwingine ambaye amekuwa mgumu sana katika suala la ndoa mgumu, hmm. hmm. <laughs> mno hmm. Yaani story naenda inarudi ina, ina inarudi kwenye ndoa. Tulikaa siku moja tumekaa pale eh, enzi hizo za Club. Eh, enzi hizo. Sio kwa siku hizi. Enzi hizo. Long time. Long time. Wakati uko Dar es Salaam mm, kama nyama hapa. Nikwenda zetu pale tumekaa sasa, kwa mahali kaka, kuna mchezo kwa umeharibika pale ndani. Eh. Sasa, ikaona baada vipi tunafanyaje tunafanyaje? Baada hapo wewe unafanyaje? Unajua sa vijana ambao sasa basi bwana eh. Yeah, tukamgeukia pale fina yeah, fina leo, wewe birthday yako, basi kaanza kuimba pale basi, watu vipi, napati ndo inaanza kitu saa tisa wale wengine wakaona kengele nyingine zikaona sasa wavumilivu sasa ah, hiyo nakumbuka. Yeah, wakati wa sasa hmm, wakati wa sasa hmm, eh, hakuna dalili dalili. <laughs> <laughs> iliyopo ni kwamba tarehe ishirini na saba mwezi wa kumi, ndugu yetu mpendwa mtangazaji kipindi hikinnanombandob hili ni tangazo maaru, nanaomba tangazo hili lilichukuliwe kwa uhakika. Ndiyo, tarehe ishirini na saba mwezi wa kumi mwezi wa kumi mwaka elfu mbili na kumi mwaka elfu mbili na kumi na mbili ndiyo kijana mwenzetu, mtangazaji mwenzetu, ndiyo wa kipindi gani? kwa kipindi hiki hiki cha Jahazi ndiyo, naomba nitamki kusema kwamba nasikitika, si yule aliyeahidi mapema mwaka jana <stitik documentation> kwa sababu yeye bado hajaamua, mipango inaendelea. Huyu wala hajaamua, bado hajaamua yule, <cogu> aliyepiga magoti Ah, ah. Akatoa ahadi bwana, wasiwasi wa mrambo bado wameendelea kuwa na wasiwasi ehe. Kwa hiyo tunasubiri wasiwasi wake ukiisha, atatuambia <laughs> lakini ndugu, eh, Arnold Kayanda ndio sasa ameamua kuvunja ukimya uh -huh. na kuachana na ukapera uh -huh. na kwenda kuanza maisha mapya ya ndoa uh -huh. ambapo wanatarajia kufunga ndoa rasmi tarehe ishirini uh na -huh. saba mwezi, mwezi wa kumi mwaka elfu mbili kumi na mbili. Mwenyezi Mungu naamini atakuwa pamoja naye na yeye atafunga ndoa kama inavyostahili hivi tunavyozungumza eh. Eh, maanake sasa tunakwenda kuatoa eh. Hii taratibu za kanisani zimeshakamilika, kwa hiyo wanaendelea na mchakato mingine ya kanisani ya matangazo na nini, ko hiyo halina matatizo kabisa. Ndio maana nimesema bila woga eh, wala kungatang'ata maneno ndio inalofuata ni, ni haya mengine na taratibu zinazofuata. Kwa hiyo tunaomba Mwenyezi Mungu akuja aliye nguvu na afya njema bwana mm, Arnold Kayanda pamoja na shemeji yetu, ili kwamba tarehe ishirini na saba ikifika tufunge mm, ndoa. Na wasiwasi ukimwalika unamwalika na kadi moja ya Mr. yatamwalika na kadi nyingine pekee yake. Mimi, na mimi na swali moja, biharusi anaitwa nani? Sasa naruhusiwa kumtaja biharusi jina lake

<laughs> kakifsi unatangaza <laughs> i <yishuguri laughs> bila wenyewe kuwa na uhakika kuna mtu kweli. <laughs> Kama anaogopa kutaja jina. <laughs> Sasa, no, um... mimi inapata tabu sana. Yaani, wakati naji tafakari kuna <laughs> meseji nimepata hapa. ah, ah, no, yani, um, hey. Lengo ni kwamba Mmetoa tangazo au vipi, bwana? Na mimi kufunga ndoa uh -huh. ama pingu za maisha, hiyo tarehe ishirini na saba mwezi wa kumi, na nashukuru sana kwa e, sala zenu uh -huh. And, na mlizoniombea na kweli nitaji sala. Eh. Au obvious sisi vyote hivi lazima tumwachie Mwenyezi Mungu ndiye uh -huh. kiongozi wa yote uh -huh. kwa sababu Bible yenyewe ama uh -huh. misahafu inasema uh -huh. tunayaweza yote kwa yeye atupae, ndio. E kweli atendeze sikizi ya chati e, imeanza, unaona bwana e ndio kwa uh hiyo -huh, tutakwenda hatua kwa hatua ah. e na marafiki wengi, kwa hivyo baadaye tutatafuta tuta, tuta, tuta, namna ya kuwashirikisha na baadaye tutakufahamisha, nitakufahamisheni e muongozo, ndugu, ndugu, na, na, na, ndugu, ndugu speaker, naam naam naam, muongozo ndugu speaker, tumeuliza swali direct eh, kwamba ni nani anayetarajia kufunga ndoa na Arnold? Sasa tunaanza kupewa mchakato wa kualika marafiki wengi yote hayo ya nini? Mimi nachotaka Spika ni jina. Asante Mheshimiwa, kuhusika jibu swali um...

Thank you so much anyway. Hongera sana Bwana Arnold Kayanda. Asante sana. Na ni uamuzi wa busara. Asante sana. Asikurudishe mtu nyuma hata kidogo. Muombe Mwenyezi Mungu aendelee kujalia, Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema. Ndio. Akujalia yaliyo yaheri. Ndio. Fikra zako zikabaki hapo hapo, ndio. Akakuongezea upendo kuelekea kwa mkia mtarajiwa, na yeye akakupenda pia Hmm. Mkaja mkafika siku Mwenyezi Mungu akajalia salama, tarehe ya ishirini na saba ya mwezi wa kumi. hmm. Basi mkafunga ndoa nah, na mkaanza maisha mapya yenye staha kubwa ndio, kwa Mwenyezi Mungu na bin adam pia ndio, kwa sababu kukweli ni kwamba Mwenyezi Mungu husherehekea na ufurahi pamoja hmm. na wale ambao wanapata mistari yake. Ndiyo. na kuishi kulingana na mipango ambayo anaipanga yeye, amin na mara zote huwa anatamani kuwaona na wengine, huwa hachukii kuwanunia. Hapana, mwenyezi hmm, Mungu ni mwenye rehema nyingi sana, ni mwenye upole sana, na ni mwenye kusamehe sana. Ameendelea kuwasamehe, kuwahurumia na kuendelea kuwakumbusha wale ambao bado wana sita kama vile ndugu yetu Wasiwasi, basi wakapata nguvu <laughs> na wao wakapata moyo ambao umefunguka, yani mioyo yao ikafunguka, nao ikaja siku hata ikafika mahala ukafunguka kama ulifunguka wa Janet, nao wakafika mahala wakafunga ndoa eh. Lakini kwanza kwa Arnold, bwana kapongeza sana sana. mimi na swali pia ndiyo, uh-huh. kwa wasiwasi ndiyo, eh, eh, muda matangazo eh. Eh. Daudi Okota anasema yeye anatoka pake Moro ae. Kwenye Fiesta Bonanza Mbeya, najua yuko Dauda Rwambo Mwambano anasema Manchester United ndio mabingwa kule Mbeya. Muda wa matangazo umefika, ae. Ae. Nao, ae, matangazo ae. lako umefika. Swali lako Mheshimiwa Spika, naomba unilinde, unilinde, nimekulinda swali Bwana Wasiwasi alitangaza pia uh -huh. Kama kama ilipotokea kwangu eh, ni nijifunze nini kwake uh -huh. Na hata pale ambapo watakupa sababu, ngoja amalize swali. Unaweza kueleza kwa nini ukutimiza? Mimi kwangu ninalo, unajua hivi vitu vinataka ustahimili.